Kaka, hivi unajua, lakini baba jamun ndio pendwa za mjomba we. Hakuna kitu hapo. Kula anajipendekeza. Sasa hapo kidogo, mara zote yeye huwa ananiambia nisome, unatakiwa ukasome, fanya kile. Ha, baba tafadhali, nakuomba baba, hata wewe unayo pia. Mm, ndio. Oh, itakuwa na umesahau kunywa dawa zako tena. Hakuna mtu yoyote katika familia hii anayejali ya afya ya yangu, na Naren ndio ajali hata kidogo, na sidhani kama kuna mtu yoyote atakayebadilika katika familia hii. Nilimtumia pesa Puja kwa sababu sina ya... pingamizi lolote la wewe kumtumia pesa Puja spria, lakini hayo maamuzi yako ya kihisia yanakuwa yanakuwa yananipa wasiwasi sana Naweza kuelewa wasiwasi wasi wako, lakini kupata mfadhaiko sio suluhisho la tatizo. Sawa, sasa kwa nini unipatie suluhisho lolote? Hatuwezi kuikaza mikono yetu katika hili sio. Mtoto wa mmiliki wa viwanda vya Kumari kesho anakuja kututembelea kule, na lazima atapendelea kukutana na mrithi wa viwanda vyangu vyote, lakini wakati huu sitasema uongo tena kwa ajili ya Narini. Kesho asubuhi nataka kumwona Narini ofisini. Kesho ni siku ya mama duniani, ninajua vizuri Narin awezi kumwangusha mama yake, hivyo kesho hakikisha unamwambia afanye kile unachotaka akifanye. atakiwa kuyatatua matatizo yote ambayo yanajitokeza. Kila kitu sasa hivi kimekaa mahala pake, hiyo hali imeshaisha. Lakini mimi huwa napoteza ushahidi wangu kwa wakati mwingine. Ni nani ambaye amechukua jukumu kwa sasa? Alikuwa bwana Sharma. Lakini unajua hata sijui kwa nini, wakati mwingine huwa napoteza ushahidi wangu na pia nakusema vitu ambavyo havipo kabisa, nakuwa tofauti. Hata sijui kwa nini, ila huwezi kuyarudisha maneno yako. Sasa wewe nunua zawadi, alafu uende kwake, ukamwelezee jinsi unavyojisikia na msamaha wako utaweka mambo yote yawe safi kabisa. Wee tena nayo nitaomba msamaha. Zawadi sio kila kitu, lazima uwe mkweli kwanza. Aya, kabla hujaendelea kunitesa, nenda ukatafute kwanza mtandaoni. Haya, niambie, unataka nikanue zawadi gani? Ah, kweli, kwa nini sikulifikiria hilo? Kisha ni siku ya mama duniani, Narini. Yeye ni mwanangu lakini wewe ni kama mwanafamilia. Samani Bivyasi, siwezi kukupatia kile unachokitaka. Ndiyo, ndiyo sijali Bwana Varma. Kesho nitakuwa Delhi, kwa hiyo nitamaliza huo mchoro wa shamba nikiwa huko. Ndiyo, bila shaka. Asante. Narin, utakwenda Delhi? Ndiyo mama. Kesho ni siku ya mama. Niambie, ni kitu gani nikuletee kutoka Delhi? Una kila haki ya kupata zawadi katika siku ya mama duniani. Unaweza kutimiza hitaji langu? Ndiyo mama, basi sihitaji chochote kile kutoka Delhi. Basi nahitaji mtoto wangu atumie siku nzima na mimi, siku nzima kesho. Tu nitakutafuta na kukupigia simu na kuahidi Na Varma, samahani sana lakini sitaweza kuwepo kesho. Sawa. So. Fikiria sehemu hii nitaweza kupata zawadi ambayo itakawavutia wote wawili. Sijui nitampatia zawadi gani shangazi yangu ili aweze kunikumbuka milele. Unajua Sourav Narin yupo kama wewe tu. <laughs> Anapenda kuogelea na michezo yote kama mpira, kweli vizuri sana. Kwa nini usio unamchukua labda kwenda club na sehemu nyingine? Kweli, unajua Naren, bwana squizi amekuwa busy sana na mambo yake ya ofisini. <laughs> Amejikita kabisa na kazi, nadhani atapumzika kidogo, au unasemaje? Ni kweli mjomba, kiukweli ni muda mrefu sana toka nimekutana na Naren, na mimi nina uhakika kama wewe atanifundisha kitu kipya bila shaka, nipe <laughs> <laughs> muda tu so. We, Naren nimefurahi kukuona. Habari. Tulipokuwa kwenye gari mjomba alikuwa akiongea kuhusu wewe, sikutegemea kukuona hivi. Kwa kweli sikutegemea, mjomba aliniambia kwamba tutakutana ofisini. Ah, ofisini. Hata hivyo, siku hizi Naren amekuwa na shughuli nyingi sana, ndio maana niliamua kutumia siku ya mama kama kisingizio, pindi wewe tu utakapokwenda ofisini Naren atakuwepo pia. Basi sawa Naren, tutaonana ofisini, ila ni vizuri pia umepumzika, hasa hii siku ya kazi. Safi sana. Kwa herini. Tondoke mjomba so. Basi inatosha, Supriya! Yaani badala ya kumwambia aende ofisini uliishia tu kucheza naye kama mtoto mdogo. Basi walau ungehakikisha aonekane vibaya kabla ya kwenda naye huko bustanini. Hivi unajua ni jinsi gani nimefezeshwa? Sidhani kama ni jambo zuri kumshinikiza katika kila kitu, na pia ilikuwa ni muhimu ya kwamba nilimfanyia kitu alichokifurahia. Alikubaliana na ombi langu. Hiyo ni dhana potofu bwana. Alikuwa amevaa suti lakini aliishia tu kukaa mapokezini siku nzima. hivi unajua, hata kuhudhuria mkutano nini? Ndio, najua, najua vizuri kwa nini amefanya vile. Yeye ameyafanya yote haya kwa makusudi, ili tu amdhalilishe baba yake. Wewe ni... najua vizuri sana huyo mtoto wako kipenzi, hakosi nafasi kufanya uchizi wake. Lakini mimi hata siwezi kumkaripia mtoto wangu kwa sababu kila mara anapojaribu kumfanya hivyo kwa kumtetea tu. Hujambo, na lazima utoe kisingizio. Unajaribu kumlinda kila saa kutoka kwangu, sio? huo upendo wako wa mama unakufanya uwe dhaifu sana. Amekuwa mkaidi, amuogopi hata baba yake, hakuna anayemheshimu wala kujali, anafanya vyovyote vile. Ikiwa hautakuwa mkali kwake basi nina uhakika asilimia mia atafanya kitu alichokifanya babu yake, na kisha mimi na wewe tutabaki hapa na kuishi peke yetu kama wakiwa alafu, wakati mwingine nahisi kama wewe lazima unamficha na Naren nyuma ya pazia lako maisha yako yote. najua kwamba nilikuwa na furaha sana nilikuwa, nilikuwa naenda kutimiza ahadi yako bila sababu zozote zile, lakini kwa kuwa umeshaanza kufanya mipango kama baba, nimevaa hii suti na naelekea kazini, lakini si umefurahia? Baba anataka niende ofisini bila hata mimi mwenye kupenda hili. Ni kati yangu mimi pamoja na yeye, lakini ametumia siku ya mama duniani kunilazimisha mama. Kwanini umemwamini? Kama, kama ungefanya ombi hili siku nyingine yoyote ningeweza kukataa au kukataa moja kwa moja, au labda ningeenda ofisini ili nikufurahishe. Kikweli, nisingeweza kugombana nawe au kuharibia furaha yako kwa siku ya leo. Mama, mimi ni mtu mbaya sana kwamba kila mtu anataka nibadilike? Naren ivyasi <coughs> kumaji kidogo <coughs> nipatie. <coughs> Kama Naren angepata malezi sahihi basi baba yake hata siku moja asingekuwa na wasiwasi juu yake. Mimi sikulelewa na mama, na ndio sababu sikujua jinsi gani ya kuweza kumlea mtoto. Angalia sasa, na sasa nimeharibu maisha ya mwanangu Naren, kwa sababu ya ujinga wangu mwenyewe <laughs> udhaifu wa mwanamke ni watoto wake mwenyewe lakini Harishi alikuwa sahihi kwenye jambo moja, kuwakaripia watoto ni sehemu ya malezi yao. Lakini mimi sitaki kumbadilisha mwanangu Naren, ninachotaka ni awe na furaha tu, ila sijaweza kupata njia ya kumfanya awe na furaha. Kila ifikapo asubuhi, baada ya kuamka huwa ninaamua kutokuwa mpole kwa Naren, lakini ninapoyaona macho yake ya huzuni, basi moyo wangu unayayuka kwa ajili yake. Sidhani kama kuna mama yoyote asiye na msaada zaidi yangu. Kati ya siku moja au mbili, wote hao wawili watasahau tofauti zao lakini mimi sitaweza kusahau makosa yangu. Nimeshindwa kuwa mama na mke bora Puja. Wow. wala siwezi kuwa mke anayestahili wala mama, wala sitaweza kujisamehe kwa yote haya. Katika maisha yangu sitajisamehe. <laughs> Siku zote mama hawezi kuwa mzuri wala mbaya. Kitu muhimu ni kuwa na mama. Hakuna mtu ambaye anayeweza kukuambia kitu kizuri kuliko. Siku moja mume wako na mtoto wako watatambua uwepo wako, kwa hiyo usijali. Siku zote mama hafikiri kumlea mtoto wake vibaya, hata siku moja. tafuta tu njia ambazo watoto wake watafurahi. Hivyo basi nitakusaidia kumpatia mwanao furaha unayohitaji. Naomba nikutoe wasiwasi tu. Na niweze kukuambia kuwa kuanzia sasa hivi mimi niko tayari kabisa kuanzisha urafiki na mwanao. Hapana, Pooja. Hakuna haja yoyote ya wewe kufanya hivyo. Usijilazimishe kufanya kitu kwa ajili ya wajibu wangu. Hata mimi leo hii nimekuwa mnyonge kama wewe, na siku zote nimekuwa nikikuchukulia wewe kama mama yangu, na sitofurahi kukuona bila furaha. Mm? Lakini mama, tafadhali naomba ukubali. Sijui tena kama nitapata nafasi ya kufanya kitu kama hiki tena kwa mama. Furahia siku ya kina mama. Sijawahi kupokea zawadi bora kama hii katika siku ya mama. Ubarikiwe mwanangu. Usisite kama ilivyotukwa Naren ni mwanangu na wewe pia ni binti yangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Lakini Pooja, utamweleza nini mjomba wako? Hivyo ataweza kukubaliana na wewe tena baada ya kusikiliza ukweli wote huu? Sa sijui ni kwa nini nilishindwa kumkatalia shangazi Supriya. Nilipokuwa naongea, nilihisi kama niko na mama yangu tu. Mjomba daima huwa ananiambia kuwa hakuna kitendo kizuri kikubwa kama kumfurahisha mama katika hii dunia. Shangazi na mjomba wamepata tabasamu baada ya muda mrefu, lakini nitakapomwambia tu kuhusu kazi, basi sina hakika kama tabasamu lao halitapotea. Niambie, unataka nini leo katika hii siku nzuri? Kila wakati tunasema jambo hilo hilo, lakini ninapokuambia ninachokitaka, unaanza maumbano. Umekuwa mtukutu sana eh? Sawa, leo nitakupatia chochote unachokitaka. Niambie chochote. Ndiyo? una uhakika? nina uhakika. Mjomba, Tutapata kile tunachokitaka sawa. Natumai hautonikatalia mjomba. Mimi nataka kufanya kazi na tayari nimeshapata kazi. wanashindwa kubadilika, lakini wataka watu wengine wabadilike. Kubadilika ni sheria ya ulimwengu. Sasa kwa nini watu wanaogopa kubadilika?